The only call in your life mm -mm. ni kutengeneza safina kuwa dhabihu na kufanya ibada haswa ya kusifu Amen. Hello, shalom, shalom. Na wasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Pole na hongera kwa kuchaguliwa tena na tena ewe mchaguliwa na mtumishi wa Mungu. This is Kapu Kapuni, Daily Devotion. Amen. Leo tumebarikiwa kupata ujumbe huu mzito kutoka kwa Prophetess Christolite. Ni ujumbe unaotupeleka kwenye kina cha historia ya imani yetu. Kabla hatujazama kwenye ujumbe, tukumbushane kuwa kipindi hiki kinakuja kwenu kikiungwa mkono na Eyesees Pictures Creative Worldwide. Kwa mahitaji yako ya matangazo ya biashara ya sauti, voiceovers au yale ya picha ya poster designs kwa ajili ya WhatsApp status na hata yale matangazo ya video, tafadhali usisite kuwasiliana nao kupitia namba hii hapa 0682 505651. Nyote mnakaribishwa. Amen, asante sana Ester. Leo tunapozama katika Mithali tatu mstari wa tano mpaka wa sita mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe; katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Maneno haya yananifanya nifikirie sana juu ya mahali tunapoweka tumaini letu, na ujumbe wa leo wa Ararati unatusaidia kuona hilo vizuri. Kweli bro Latiankira, Prophetess Crystal Light anatukumbusha kuwa leo zama katika neno moja lenye uzito mkubwa, Ararat. Neno hili linatupeleka kwenye tukio la gharika kuu na kutua kwa safina katika milima ya Ararati Si bahati mbaya bali funzo kamili la tabia ya Mungu. Kwa mtazamo wa kimaandishi, Prophetess Christolite anatueleza kuwa kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mpaka ya 9 kinaeleza jinsi Mungu alivyohukumu dunia kwa gharika, lakini akamwokoa Nuhu. Mwanzo nane mstari wa nne inasema safina ikatua milima ya Ararati. Hapa ndipo hukumu ya Mungu iliishia, safari ya imani ilitua, na agano jipya lilianzishwa. Hili lilikuwa eneo la milima, si mlima mmoja tu. Kama shahidi wa historia na kielelezo, Ararati inatufunulia mambo makuu matano. <laughs> Kwanza, ni mahali pa wokovu salama, Kristo ndiye safina yetu. Pili, ni mwanzo mpya, kila siku ni fursa. Tatu, ni mahali pa dhabihu na ibada, toa maisha yako kama sadaka iliyo hai. Nne, ni agano la Mungu linalothibitisha uaminifu wake usiobadilika. Na tano ni ushindi juu ya hukumu zote za ulimwengu. Roho wa Mungu hutukandisha juu ya vilele vya kiroho. Ararati ni ukumbusho wa tumaini la Kristo kwa mtazamo wa kinabii ujumbe wa ararati unatukumbusha uaminifu wa mungu usioyumba kama alivyompa nuhu mwanzo mpya na agano la milele ndivyo anavyotupa sisi nafasi ya kuanza upya kila siku kupitia kristo hii inatupa tumaini na uhakika kwamba licha ya changamoto zozote tuko salama ndani yake na tutashinda imani yetu ina mahali pa kutua na mwanzo mpya ni sasa kwa ibada na shukrani Asante sana Brolat ya Kira kwa ufafanuzi huo mwanana. Hivyo basi, tunapenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Profetes Crystal Light kwa ujumbe huu mzito na wenye nguvu wa Araraki. Umetugusa sana na kutufungulia macho ya kiroho, na sasa tuungane kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako la uzima. Tunakushukuru kwa Ararati yetu Yesu Kristo, ambaye kwake tunapata wokovu, salama na mwanzo mpya. Tunanyenyekea mbele zako tukiliombea taifa letu la Tanzania. Tunakuomba amani, utulivu, hekima, busara kwa viongozi wetu na wananchi wote. Tunaomba national repentance, ili utuponye na kuturejesha kwako. Tunakiri wewe ndiye tegemeo letu pekee. tuna Kutupilia mbali kutegemea akili zetu na kutumaini wewe kwa moyo wetu wote. Tunakuomba haya yote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Once again, this episode was proudly brought to you by Eyesees Pictures Creative Worldwide. Kwa mahitaji yako ya matangazo ya biashara ya sauti, voiceovers au yale ya picha ya poster designs kwa ajili ya WhatsApp status na hata yale matangazo ya video Tafadhali usisite kuwasiliana nao kupitia namba hii hapa 0682505651. Nyote mnakaribishwa. Amen. Asante tena Prophetess Cristo Light kwa ujumbe huu. Ubarikiwe sana. Hey, remember tunaweza kuendeleza gumzo kwenye WhatsApp kwa ajili ya kukuza na kuimarisha imani zetu, endapo utasave hii namba hapa, kama ambavyo huwa anapenda kusema Brother La Tiankira, stay blessed and stay focused. Mungu akubariki na uwe na siku njema yenye neema tele. Amen.